Stori ya Rehema tutaimalizia wiki hii Mungu akipenda, ya lakini nataka tu nisisitize kwa wadada, hata si wanaokuja kwenye kazi za ndani peke yake, mdada tu, mwanamke uh, tamaa ni kitu kibaya. Hicho tu ndo nataka kusema kwenye stori ya Rehema, tamaa. Tuache tamaa, kwa sababu tamaa inatoka kwa shetani na ukiendekeza, ukiitanguliza mwisho wake sio mzuri, kwa hiyo utabaki unajuta, lakini wanasema majuto ni mjukuu. Kwa stori yake, kwa wale ambao unaona, wengi wananiulizia, tutaimalizia wiki hii, hay yeah. Kuna stori ya Viky ambayo nafikiri kwenye Instagram tayari niisha i share na Facebook na YouTube. TikTok kidogo ilikuwa iko slow, kwa hiyo maybe nitaiweka leo, lakini stori ya dada Viky hii itukumbushe wa dada kwenda kufanya kile kilichotupeleka pale kazini, na ukuja kwenye hizi kazi za ndani kwenye majumba ya watu kuna mambo mengi. Kwa hiyo yale mambo mengi usihangaike nayo, angaika na yaliyokupeleka, fanya kazi zako vizuri yeah. Na mdomo, chunga mdomo mm, mdomo, ulimi. Uliponza kichwa, mdomo unatema sumu, au mdomo unaweza ukakupa baraka ukafanikiwa. Mauti na uzima vyote viko ndani ya ulimi wako. Kwa hiyo hicho ndio kikubwa ambacho wadada, nilitaka mjifunze kutoka kwenye stori ya dada Viky, lakini na kufocus kwenye kazi. Make sure kila siku unazidi kuboresha kazi yako. Unaingia kwenye mitandao, basi ingia kwa nia ya kuboresha kile unachokifanya kwa wakati huo ya, kwa wakati huo pengine na baada ya hapo unatarajia kufanya nini? Yani jielimishe zaidi, jielimishe kujiboresha kwa wakati wa sasa na wakati wa baadaye okay. Ah, labda kingine, kuna fursa wale wanaotakaga kazi za kutwa. Kuna kazi mbili za kutwa hapa Dar es Salaam, eneo la Mbezi Beach kuna kazi ya laki tatu ya kutwa aha. Alafu eneo la Salasala kuna kazi ya kutwa ya laki nne. Sasa hii ni kwa wale ambao mnaombaga mna sana zitokee kazi za kutwa. Haya kazi, kazi za kutwa ndio hizo hapo. Changamka, wasiliana na sisi ili upate maelekezo ya hizo kazi za kutwa zote. Zinahusu sana housekeeper, housekeeping, masuala ya usafi zaidi zaidi y yeah. Kwa hiyo kama una hizo sifa na uko jirani na Mbezi Bichi na Salasala kuna sala, hizo nafasi mbili ya yeah. Otherwise nafasi nyingi tulizo nazo ni za kuishi kwa mabosi na kazi zetu nyingi ni za nyumbani zinahusisha malezi ya watoto zinahusisha usafi wa nyumba na mazingira zinahusisha mapishi. Hizo ndio kazi au fursa tulizonazo kwa wingi, na uzuri ni kwamba wanawake wengi tumelelewa na hizo kazi, kwa hiyo tuna uwezo wa kuzifanya. Kwa wale ambao wamejiendeleza zaidi kwenye hizo kazi, wanaweza kuzifanya kwa level ya mishahara ya juu. Tunawaita professional, wataalamu wa kazi za, za ndani, mapishi, usafi, malezi. Au kama ni mtu ulikuwa na taaluma yako nyingine, lakini uko vizuri kichwani na una uwezo wa kufanya hizi kazi kwa kujiongeza na kujiongoza unaingia hapo kwenye smart katikati hapo, au kama ni dada tu kawaida, unafanya kazi za nyumbani kikawaida, basi unaanzia kwenye ngazi ya kawaida ya chini, ya traditional. So hizo ndio fursa tulizo nazo. Karibu uje ubadilishe maisha yako. Maisha yako hutabadilishiwa na serikali, maisha yako hutabadilishiwa na mtu, asikudanganye yeyote. Kila unayemwona amefanikiwa, amepambana, amejipambania ame chukua fursa zinazomzunguka akabadilisha maisha yake. Usidanganywe na mtu kwamba kuna mtu atakuja akubadilishie maisha yako, huo ni uongo. Serikali yetu itatengeneza mazingira ya amani, ili uweze kutoka point a point b, itaweka barabara, itaweka maji, itaweka umeme, itaweka, lakini kukuletea hela mfukoni ni uongo, sio ukajenga chuki ambazo mwisho wa siku hazina tija, hazina faida Toka nenda kapambanie maisha yako, maendeleo yako ni wewe. Mimi ndio nilotoka kwetu Kibosho Moshi, huko nikaja Dar es Salaam kufanya kazi za ndani, nimejipambania mpaka nilipofika. Hakuna mtu aya serikali ambayo ilikuja kunichukua kwetu. Kwa hiyo hapo ulipo, achana na biashara ya kutafuta watu wa kuwalaumu. Oh, mimi sijasomeshwa, hata mimi sikusomeshwa. Oh, mimi sijui kwetu maskini, oh sijui hata kwetu sisi maskini. Lakini kama we, kwenu maskini, basi utajiri uje kutoka kwako. Pambana na maisha yako pambania ya maisha yako. Maendeleo yako ni wewe utakayeyaleta na sio mtu mwingine yeyote. Kwa hiyo huo ndio ujumbe wangu, karibuni sana. Haya, kwa maelezo zaidi utawasiliana na, na simu kwa ajili ya kupata maelezo zaidi, na namba zetu za simu ziko kwenye matangazo yetu unayoyaona, tumeposti kwenye posti zetu, yako matangazo ya kazi, lakini pia kwenye profaili ya mitandao yetu yote kuna namba za simu namba zetu za ofisi. Kwa hiyo fanya mawasiliano ili uweze kupata maelekezo zaidi. Karibuni.